Fursa baki salama. Samani, dada ulikuwa unasemaje kuhusiana na TCRA? Oh, nilikuwa nakuelezea kuhusu channel. Je, umeshajiunga na WhatsApp channel ya TCRA? Ukijiunga na channel ya WhatsApp ya TCRA, kuna taarifa nyingi utazipata. Je, unafahamu katika WhatsApp channel ya TCRA, utapata fursa kujifunza na kufahamu kuhusu mashindano tofauti tofauti? Mfano, Champion ni challenge ambayo inakutanisha vijana wa chuo na wanafunzi tofauti so tofauti kwa ajili ya kujifunza na kujipima uwezo katika usalama mtandaoni. Vilevile kwa wanafunzi wa awali shule ya msingi sekondari, pia hata wavioni, mnaweza kupata taarifa juu ya uanziishwaji wa klabu za kidigiti kupitia channel ya WhatsApp ya TCRA. Naweza ukapata slasip, naeza ukapata ajila kujiajiri. Fursa kwa vijana, ubunifu, mashindano na tuzo huduma na vyombo vya mawasiliano ni kanali. Ukanisaidia, ni itakuwa, itakuwa ja, sasa, ukanisaidia itakuwa jambo jema kabisa. Jiunge sasa na channel ya WhatsApp ya TCRA. Jiunge sasa. Mtandaoni fursa baki salama.